Viongozi nyote mliohudhuria, ndugu mayatima wenzangu, itifaki imezingatiwa. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Awali ya yote, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa taala ambaye ametujalia leo hii tukaa na nguvu, uhai pamoja na pumzi yake tunayetumia, akatuwezesha kuja hapa tukajumuika kule iftari hii ya leo basi, hatuna budi isipokuwa tuseme alhamdulillah. Na pia shukrani zetu za dhati ziende kwa mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais, ndugu Othman Masoud Othman kwa kuacha kazi zake zote, akaacha majukumu yake yote, akaja leo hii akaja aka kuftari na sisi hapa leo hii. Nafasi ambayo walikuwa nayo watu wengi na uwezo walikuwa nao, lakini kutokana kushughulishwa na dunia, basi jambo hili wamelisahau. Hatuna hatunabudi kusema kwamba asanteni sana, nasi mayatima tunashukuru, kwani hakuna siku ambayo mmetufurahisha kama leo. Vipo vingi vya kula tumevikosa, la madeni nzima aliyo hii tumevipata. Hivyo basi hatuna budi kusema asanteni sana. Allah, tunakuomba ufanyi wepesi kiongozi wetu, ufanyi wepesi katika majukumu yake ya kitaifa pamoja na majukumu yake kifamilia. ya Allah, ya Allah, tunakuomba kiongozi wetu umjalie uadilifu katika kuongoza nchi yetu ya rabbi Allah. Ya rabbi tunakuomba, umjalie kiongozi wetu uadilifu katika kuongoza nchi yetu ya rabbi Allah. Ya rabbi Allah, tunakuomba kiongozi wetu umsamehe madhambi yake aliyoyafanya kwa siri na kwa dhahiri, aliyoyafanya kwa kujua na kutokujua, ya Allah. Ya Allah, tunakuomba umjalie kiongozi wetu ndani ya mwaka huu katika uchaguzi mkuu, umjalie apate ushindi mkubwa, ya Allah.